Waziri Mkuu Kassim Majaliwa amesema Rais Dr. Samia Suluhu Hassan yupo tayari kuendelea kufanya mambo makubwa kwa watu wenye ulemavu ili kukuza ustawi wa jamii hiyo. Majaliwa amesema hayo Oktoba 11 wakati wa hafla ya kupokea tuzo kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan ya kutambua mchango wake katika kusimamia ustawi wa jamii ya watu wenye ulemavu nchini, kwenye hafla iliyofanyika katika makazi ya wa Waziri Mkuu, Oysterbay jijini Dar es Dar es Salaam. Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan amefanya mengi sana. Nataka niwaambie, amenihakikishia na kuwaambia kuwa yuko tayari kuendelea kufanya mambo mengi zaidi. Wakati huu anapopita nchini kote kuomba ridhaa, anajitahidi kueleza umma kwamba pia na ndugu zetu wenye ulemavu ataendelea kuwahudumia. Na mimi nikiwa hapa mbele yenu na nyie mkiwa viongozi wa vyama mbalimbali mbali, vya wenye ulemavu, wadau wa sekta za umma na binafsi, niwahakikishie kwa Mheshimiwa Rais ataweza kuendeleza huduma zaidi kwa watu wetu wenye ulemavu. <laughs> Ni waombe sasa, watanzania wote tuendelee kumuunga mkono. Ana nia ya dhati, anayo dhamira ya kuitaka sekta hii iweze kuwa na ustawi mzuri, na kila mwenye ulemavu aone kama ndaiko ndani ya nchi na afanye mambo yake kwa uhuru mkubwa, kama ambavyo sasa tunashuhudia. Mheshimiwa Rais amenituma nimishe kwamba anawapenda sana, na tuzo hii imempa nguvu kubwa ya kuendelea kutekeleza dhamira yake ya dhati kabisa katika kuimarisha ustawi wa watu wenye ulemavu hapa nchini, hususani kwenye maeneo ya elimu, afya, miundombinu wezeshi mbalimbali masuala ya ajira, haki pamoja na ushiriki wenu kwenye nafasi mbalimbali za kijamii, kisiasa na kiuchumi. Ameongeza kuwa serikali ilitoa kiasi cha shilingi bilioni nane kwa ajili ya ununuzi wa vifaa visaidizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika shule za sekondari na msingi. Ndugu viongozi wa vyama mbalimbali vya walemavu Tanzania, Serikali katika kutekeleza dhamira ya Mheshimiwa Rais ya kuinua ustawi wa watu wenye ulemavu imeendelea kutekeleza mipango, mikakati na afua mbalimbali ambazo zinawahusu watu wenye ulemavu. Hatua hizo ni pamoja na kuimarisha mifumo ya utoaji huduma na kuimarisha fursa za upatikanaji wa huduma za kwa jamii ya watu wenye ulemavu. Serikali imeendelea kuimarisha kuweka mfumo wa utoaji huduma kwa watu wenye ulemavu kwa kufufua mfuko wa Taifa wa watu wenye Ulemavu. Mfuko huu ulianzishwa mwaka elfu mbili na kumi lakini kwa kipindi chote hicho haukuwahi kufanya kazi hadi mwaka elfu mbili na ishirini na mbili serikali ya awamu ya sita ilipofufua tena kwa kutenga fedha. Tayari serikali imeshatenga bilioni mbili pointi moja na hivyo kuwezesha mfuko huo, pamoja na mambo mengine, kutoa ruzuku inayofikia shilingi milioni mia nne na nane kwa miaka miwili mfululizo kwa vyama vya watu wenye ulemavu na shirikisho la Shivyawata. Serikali inaendelea kuimarisha mazingira ya wanafunzi wenye mahitaji maalum ya kujifunzia na kufundishia kwa kutoa shilingi bilioni nane kwa ajili ya ununuzi wa vifaa saidizi kwa wanafunzi wenye mahitaji maalum katika halmashauri zote kwa malengo ya kuwafikia wanafunzi wetu walioko shule za msingi mpaka sekondari. Vifaa hivyo ni kwa ajili ya vifaa vya wanafunzi wenye ulemavu wa kutoona na uona hafifu, viziwi, walbino na wenye ulemavu wa viungo, vifaa vya kufundishia pamoja na vya michezo. Vyote hivi vimeshapelekwa kwenye halmashauri. Serikali kupitia mikopo inayotokana na mapato ya ndani ya halmashauri ipatayo bilioni 16.4 ambayo ni asilimia mbili inayotengwa na watu wenye ulemavu kwa ajili kwa vikundi na mtu mmoja mmoja kwa walemavu. Hapa tunataka kumwezesha mlemavu kujikwamua kiuchumi na kuhakikisha kuwa kila panapokusanywa fedha hii na kutangazwa, walemavu wapate fursa na wao. Upande wake waziri wa nchi ofisi ya waziri mkuu kazi vijana ajira na wenye ulemavu Ridhiwani Kikwete amesema tuzo hiyo inabeba mrejesho wa shukrani kwa kazi nzuri inayofanywa na Dk. Samia Suluhu Hassan kwa watu wenye ulemavu. Tukio hili si, si moja kama matukio mengine ambayo yamewahi kutokea, lakini hili ni tukio la kipekee ambalo linabeba mrejesho wa shukurani kwa kazi nzuri ambayo Mheshimiwa Rais Dk. Samia Suluhu Hassan ameifanya kwa watu wenye ulemavu katika miaka yake minne ya uongozi. Katika kipindi cha miaka minne ya uongozi wa Dk. Samia Suluhu Hassan, tumefanikiwa kufungua milango ya upatikanaji wa ajira kwa watu wenye ulemavu. Zaidi ya watu wenye ulemavu elfu moja mia mbili kumi na tatu wameajiriwa katika taasisi mbalimbali za serikali ikiwemo katika kada ya afya, kada ya elimu, kada ya uhasibu, ustawi wa jamii, lishe na maendeleo ya jamii. Nafasi hizi za ajira zimeleta matumaini makubwa kwa watu wenye ulemavu katika kufikia usawa wa kupata ajira kwa utumishi wa umma. Lakini naendelea kukushukuru na kukupongeza kwa niaba ya Mheshimiwa Rais jinsi ambavyo tumeweza kusimamia ili asilimia tatu ya wenye ulemavu wanapokwenda kwenye ajira. Mheshimiwa Waziri Mkuu, katika wa kipindi cha miaka minne, Mheshimiwa Rais Dr. Samia Suluhu Hassan ameridhia kutoa ruzuku ya shilingi milioni 61 kwenda kiwanda cha KCMC Moshi Kilimanjaro ili kuzalisha mafuta ya kinga ya saratani ya ngozi kwa watu wenye albino kwa gharama nafuu. Mafuta hayo yanagawiwa bule kupitia Bohari ya madawa ambayo inatoa katika vituo vyote vya afya vilivyomo nchini. Naye mkurugenzi wa taasisi ya Foundation for Disabilities Hope, Michael Selali ambao ndio wametoa tuzo hiyo wamesema watu wenye ulemavu wameamua kutoa tuzo hiyo kutokana na jitihada jumuishi ambazo zimewawezesha kushiriki katika shughuli mbali mbalimbali za kiuchumi. Mheshimiwa mgeni rasmi mwa kupitia serikali ya awamu ya sita ziko taasisi mbalimbali mbali nyingi ambazo zimekuwa zikifanya program jumuishi na zikitujumuisha sisi watu wenye ulemavu. Mfano wa taasisi hizo ni shirika la madini la taifa STAMICO ambalo limekuwa ambalo limekuwa likisaidia vikundi vya watu wenye ulemavu na kwa na kwa idadi yao mpaka sasa tunavyo vikundi hamsini ambavyo vimenufaika na programu ya mkaa mbadala wa rafiki briketi ambao sasa tunaweza kujipatia fedha na tunaweza kuondoka kwenye umaskini. Haya ni matokeo mazuri ya usimamizi mzuri wa jemedari wetu Dr. Samia Suluhu Hassan, na ndiyo maana sisi kama watu wenye ulemavu tumeamua kuguswa na kutoa tuzo hii kwa kutambua jitihada zake za ujumuishi. Awali katibu mkuu shirikisho la vyama vya watu wenye ulemavu na Jonas Lubago amesema vyama vyote ambavyo viko chini ya SHIVYAWATA vinafurahia ruzuku inayotolewa na serikali kwa watu wenye ulemavu. Wanayo mengi, Mheshimiwa Waziri Mkuu, ya kuzungumza. Sisi tumeishi hapa nchini, hatujawahi kuhama. Tumeshuhudia mabadiliko tukiwa kwenye wizara nyingine, tumeshuhudia awamu nyingi zikipita lakini tumeiona awamu hii na wenzangu mtaniunga mkono, kwa kweli hatujawahi kufanya kitu kama hiki cha kutoa tuzo. Uongo kweli? Leo tumeamua kuileta, na hivi tunavyoileta, maana yake ni shukurani zetu, ni pongezi zetu, kwamba katika kundi letu sisi awamu ya sita iliyoongozwa na Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan haijatuacha na swali lolote nyuma. Kipindi cha awamu ya sita, Mheshimiwa Waziri Mkuu, vyama ambavyo viko chini ya Shirikisho la Vyama vya Watu wenye Ulemavu sasa hivi vinafurahia ruzuku inayotolewa na serikali ya awamu ya sita. Katika kipindi hiki cha awamu ya sita watu wenye ulemavu tumeenjoi na tumefurahia kuona wenzetu wakiendelea kuhudumu kwa nafasi mbalimbali za ngazi za juu ambazo Mheshimiwa Rais amewaamini na kuwapa dhamana. Mheshimiwa Waziri Mkuu, watu wenye ulemavu tumeshuhudia mikopo ikitolewa katika ile asilimia mbili ya watu wenye ulemavu tumeshuhudia watu wenye ulemavu wakipata ajira sana serikalini na wakipewa kipaumbele kikubwa. Kwa hiyo tunayo mengi sana. Zaituni Mkwama, Daily News Digital.